M, m, batoto yako bale bafie, hakuna mwenye asha kuya na kuambia baba banani baka hivi na hivi ababaka kem bafanye jeju, basibakiwe ni kukua pamoja au mwenye na pita yipike na kwenda tu kama anabatika bana mobaka, kama abatika hivi sahii huku kote, kule kote sahi, hapa ni ile fasi kwenye Rukoba, tunashuka kwenye Rukoba. Nilikuwa napenda niwafikize hapo kwenye wanavukiaka mabato wakati wanafika, wanaenda mu Rukoba. Okay, asante sana <muchas>

Watazamaji wa City Cobra TV, mimi nadhani mshaona tushafika wapi kubonde ya Rukoba... eh, hii ni bonde ya nini? Hii njo bonde ya Rukoba, kule njo Murukoba eh, Sasa nini lituma pale wanapaita Murukoba? Acha kwanza niulize awa wajo njo wanaelewa sana kushinda jambo mzee sana. Hey, sana. Sana. Eh, hey, Eh, wewe, Wewe unatumikia hapa na unatembeza mabato. Mm. Sasa pale pale njoo mu Rukoba. Nini mm. Nini natuma natuma bana? Angalia kwa kule watu wanapaita mu Rukoba. Ingia kwa ule Rukoba, jamaa mzee, unaweza sogea huku kidogo bwana. Habari? Mm. Wewe abaweno kwa majina nani? Samuel. Samuel. Yeah. Unatumikia unatumikia hapa hapa hapa hapa? Wakati wakati wakati gani? Nothing, uh, wakati na... wakati gani? Nothing ya season siku zote niko hapa because Unamaliza na miaka tatu. Miaka tatu inaishi. Na unatumikia hapa hapa? Yeah. Yeah. Sasa huku hii njoo bonde sasa ya Rukoba na chaka na murubu. Chaka, tu. <laughs> Yeah. Yeah. Sasa kule ni ni district gani kule? Wewe ni Mubende E, ile ni Mubende ile? E. Acha. Ndio hapa ni Chegegwa ile ni Mubende. Eh, hii ni Chegegwa ile ni Mubende. Inamaanisha hapa tuko kubonde ya Chegegwa na Mubende. Yeah. Ukivuka ile kilima unafika wapi? Ile pale. E. Utafika Kabamba kule ku military kule. Eh. Kisha e, eh, unaingia Mubende. E. Sasa mimi nauliza. Eh. Kwa nini pale wanapaitaka Murukoba? We ulikuta wanapaita mu Rukoba. Sasa kuvukisha ku, kufu, mutu hapa ni pesa ngapi? Miatano tu. Miatano kufika pale eh. na kurudia eh. Sasa vatu wanavukaka hapa na wako naenda kule, kwa natumika kazi kule. Kule sasa nana napana kazi pale, mbone kule kuko tu shama <laughs> <laughs> <laughs> Ni babosi. Wabosi wanasimama pale hivi tukivuka tukakuta wabosi pale. Ah, wanakuwa na ba manager wa ba soda, ndio wanapanaka kazi wako na ba manager. Maki, hii ni kilima, hizi kilima zote ni shamba na mihindi tu wanalima. Eh sawa. Sasa ba refugee ah, wenye wanalimia naka bana walipaka je? Wana walipa mzuri tu, kulingana nzima kwa kutumika. Eh. Wewe, kuna tengeneza bato. Ndio. Sasa, depuis na tumikia hapa, hizi mabato hazia zama au kuua watu hapa? Ah, ah, kuna ishauwa watu. Huko hakuna haiko kwa mrefu sana. A, a, ni kwa mrefu lakini haiko ya mrefu sana. Make mtu hawezi kufa kizama. A, a, a, a, a, haiko Victoria hii. E, haiko Victoria. A. Sasa hii mai yenu mnapa mnajiita Enjoruko bai nayo ni mai <laughs> au ni nini hii mai mnaita? Haina jina. Hapo hapo tunapaita kubato. <laughs> Kubato. Sasa hizi bato mnatengenezea hapa hapa? A, kuko ze wanatengenezea hapa na kuko ze wanatengenezea kule Bukere wanazileta hapa. Sasa hizi mabato, mambo ya kutengeneza mabato mnatosha wapi? Atunazuzaka, mnauzaka Ebukere? Wewe usha, nani alikufundisha kujenga bato na kujifunzia hapa? Nilijifunza kule Bukere. Bukere? Eh. Bwana, asante sana kabisa. Sasa acha kwanza mimi nataka niongee na watu hapa aliko, naona watu bala kutoka Muruko, watu natatu juu. Mupokelo isha kata. Watu yote eh, Muruko banjo tunapata kazi. Mimi nakuya Muruko watu wone SK kuna kwa kazi ya kuenea kila wakimbizi

Tangu batoshe bato kumukokero mwenjo bariaanzi yako. Eh, uko na familia eh ya mingi, sasa kubachunga njo ukaone na amone. Nasema juu niweze kuchunga familia, acha niende Murukoba. Mbona sisi wote tunaenda tafuta kurent, tunatumika presha bana, tulipa kusiku. Mbona kuna wenye nilisikia eti hao wala nalimia, naka kama wanakupatia shamba, wote lima maharage yako, wafandu na mulimia, mimi hindi ni kweli bafande ba, banapanda mihindi yeah. Ikisha ota sisi tunaenda tunapanda maharagi. Yeah. Hey. Maharagi nakuwa yako mihindi nakuwa yabo, tu ya bajeshi juu na mashamba ni zao, hizi mashamba zote ni za bajeshi, ni zote, zote zote jisu na we unapamaliza ma, wakati I, inaweza kuwa kuyika ngapi au hektari ngapi eh? hey, hey, hawezi hesabia ni kwa kabambe sana. Sana. Inamaanisha wale fije wote, yoyote anafika hapa anapataka kazi ya kulimiana. Banapata lakini ni kidogo, bamwe banafika pale, banarudia. Hey. Hey. Sasa, kuna ingine kazi na kwa hapa mu Rukoba kuliko ya kulimiana? Hakuna ingine. Hakuna ingine. Mm. Sasa ile miindi natoka mu Rukoba. Hey. Hii banauza na bajeshi kule. Bajeshi banauza shaka na kumiindi. Hey. Inamaanisha mule muko bajeshi pale. Bako. Njo bako bana bana lima kule bote, hakuna wengine. Sasa, msewe kwa majini ulisema nani? Jabirusha matabalu. Jabirusha matabalu nakuaka mnyawisha. Sasa, kule kwenu ulikuusha vuka maji hivi. Bada hakuna. Hii, mai, hii, ha, ha, angusha bato. Hakuna akuna haba anguke hey. Laki, lakini mbele kama mvuli nanyesha hey. Inakuwa ya mingi hey. lakini ha, hayang, ukianguka ndani hawezi kufa, ha, inafika umo tu. Hey. Hawezi zama ngukufe hey. <laughs> Okay. Sasa we, unashaulia, unyesha ile bato. Unashaulia bato nini? Ashauia nabo benye banangali wanategemea mupokere, okay.

Ivi batu bakbarefie bote tunasikia bamoya banabakiwaka bengine banakubawaka bana, ju ya mu Rukoba sasa, tunapasha tufike tujionyee ukweli tupereke mahabari kubakubwa nyinyi, mnaweza semea benzetu kazi, kazi. Eh. Kuko kukata rai ni za mihindi, kuna kwa kumenya mihindi, kuna kwa kusaga mm -hmm. kuparuria mihindi mm. ile yote tunaifanyaka. Lakini kabila ya mingi nakwaka pale inakwaka Banyawisha hapana, banachangana na bengine banakwaka na Bagegere ao Bahema ao Banyamulenge, pale benye bakwake musana sana ni Banyamulenge eh

Kaona ilifowaanze yaenda jitafuta we peke. Ndio ajua kama sitafuta sitaishi. Hii hey. Ni ni mtoto yako? Eh. Hey. Sasa mbone wanasema kule wanabakaka bakaka wa washie? Ni kweli ni bongo kuna mwenye basha bakaka ulisikiaka? Niva, ni kweli wana bakaka. Ni watu gani wana bakaka sasa? Ni washumba na wasoda. Eh, benye wana kwa pale. Sasa acha nikuulize dada. Eh? Hey. J sai hii, malalamiko yako ni malalamiko gani ku meza ya OPM au meza ya UNHCR irudishe mupokero, au sisi ba refugee tuanze jifunza kujitafuta? Malalamiko yako ni malalamiko gani kuhusu kutosha mupokero? Eh, hey. hmm. Kutosha mupokero kwenye tumehangaikia sana, ni sanye mlitosha mupokero jo, tukasema se mase. Hatutapata vile ya kuishi. Acha tuanze enda muruko banjo, tupate nini? Tupate maisha mejo ya kupungukiwa ile mupokero. hmm. Ifi ungeomba barudishe mupokero, ndio. Na wewe dada hile? Ndiyo, ndio wewe majina yako nani? Ni Sara mhawe eh. <laughs> E, sawa, asante kwa wakati yenu. Mimi nashukuru sana. E, mama wewe, majina ni nani? Jina na Justine. hmm. Unaishi zone gani? Mukondo. Unaishi Mukondo? Sawa, asante. Yeah, sante sana. Batu yote wanatokea kulimiana muruko ba. Na siye tunataka mata bato. Tufuke tuende kule tusikie na wasoda isike ni kweli nyinyi njua muna bakaka wakimbisi. E, hey, wakitufunga basi. Wakitupiga masasi basi. Metu takua tusha uliza. Lazima tu tupane habari ya ukweli. Tujua isike. Wakimbisi benzetu banaendaka kweli muruko ba. Kufa nini? Isike muruko ba. Kuna kuwaka kazi ya kuenea wa refugee bote. Eske, mupokero irudie au yaache, tujifunze kujitegemea na makuni? Mimi naona mnatosha mu Rukoba sasa, wakati wakatataka kuongea wakati kuvuk Yeah. Jambo mzee. Jambo sana. Jambo mama. Mnatokea mu Rukoba. Mko wakimbizi. Baseme mupokero tunajua ba mingi tunayua isha toka. Isha kata. Baliacha basiyo jiweza, najapo kuna benye wanajiweza, baliacha kumupokelo wanatosha basiyo jiweza. Lakini ile haiko tu kwako, tuko nauliza, nini ilikusukuma au wewe ilikutuma kwenda tumikiana murukoba? Nikukosa chakula? Wewe unamaliza wakati gani na haupokee mwaka, mwaka? E. Wep, we wanakata mupokelo na wewe nawe, wakakutosha e. Sasa hakili ya kukuya muruko ba ulipataka wakati balikutosha kumupokelo au ulikuwa deja ushafika murukoa iiiik ni lukuu na payua e. Kamu nitatumiku ujipate e. Sasa saa hii hey, mbone haukuye na kitu? Nikitosha wapi maindi ya wasoda e. <laughs> Mwake unalimu yache tu pale. Eh. Leo wanakupatia pesa. Eh. Hivi kulimiana ina, ina, wanapanaka pesa ngapi? Elfu tano. Elfu tano tu. Eh. Kuanzia saa ngapi paka saa ngapi? Saa moja paka saa sita. Saa moja paka saa sita wanakupatia elfu tano. Eh. Sasa mbona kuna wenye nilisikia eti msoda anakupatia shamba unalima maharage, na unamlimia mihindi. Mi, mihindi nakuwa yake, unabakia na maharage. Ni kweli? Ni kweli.

Mnatoka Mubende. Eh. Watazamaji wa City Cobra, mnaona mimi na ikara mu bato. Niko na baga mana wewe. Sasa mzee, wewe unazoea hii bato. Mm. Sasa unamaliza wakati gani hapo? Unamaliza hapo miaka ine. Na unatumika hapa kwa hii mai. Mm. Hii mabato hazifanyi, hazi hazifanya maaksida. Hapana. Sasa huyu anatembeza yeye peke. Ni private make ule, yeye analipa tofauti. Analipa 500 kwa kumvukisha. Mmoja tu, mmoja. Sasa wewe uko na mabato ngapi hapo? Mbili zako zinaweza kuchunga batoto mzuri. Basha kukata kumupokea? Ndio. Unamaliza wakati gani na bana kukata kumupokea? Mwaka mmoja, mwaka mzima. Ndio. Sasa ulipata hakiri ya kuanza kuya kujitafuta hapa wakati walikukata kumupokero, au ulikuunga unaishi muzoni gani? Tuna kwa mugegere huko Kabira. Mbone ziko na huko za mingi? Mbone ni banyagwisha, akuna bagegere aho, banyamurenge aho haba hema. Kwa nini sasa mzee hii bato, inaweza kukulisha, kukulisha, bato yako na batoto yao na kuchunga familia nzuri inaweza inatunda pole pole kupitia wakati yasi wakati nakajitunaata kabisa. Eh, sasa musachani kuuliza kwa nini we hakwenda limiana ukaidea kutengeneza ya kutengeneza mabatori tosha. Nafikiri tutosha mfano kwa Gegere walijenga mtumbu ya mzuri kama hii, njoo tukajenga si kubwa kabambo. Sasa eh, hapo walikuwa na kidogo kwa kubavukisha bagege, walikuwa na kufanya business yao, bali walikuwa tu kubavukisha tu, na walikuwa ni kusaidia maisha ya watoto wao nyumbani. Sasa njia gani ilionyesha hapa, watu gani walianza hii ruko bai? Ni bagegere tu bajirani hapo. Mwenye alianza ni Munyambisha, wanamuita rendi zale, anza kuwa tumi mulijua. Sasa kama hapa kuna kuwa kutumikiana kuwa rimiana Sababu ya njara tulikuwa tunaona wajeshi wanakuwa kutafuta wafanya kazi. mm. Wanavuka na miguu, wakipita kwa maji. mm. Wanatukamata hapa juu mwisho. mm. Sasa njio tukapata maendeleo ya kufanya mtumbo. Sasa hii mitumbo hapa ishakuwa business juu mi naona ni ya mingi. Bo, kila mtu anajisikia uhuru ya kuleta mtumbo hapa, kusema apate jinsi ya kusaidia familia. Sasa mtu akileta mtumbo yake wanamlipishaka au? Hakuna mwingine anamlipisha. Na mimi nikitaka kesho nitatupa yangu huko. Ndio. Eh. Sasa

Bo, ni siku moja moja, kuangusha sawa simu eh. Tunarogota au tunaripa lakini hakuna shida. Eh, simu natoka hivi mposhi na natoka mwaye mm. Ile njoo mashida tu mnapataka. Sawa vile mamihindi sawa vile hii mabato inaweza kutosha kilo ngapi kutoka pale? Hii moja ginzu naiona hapa, niweza kuweka mifuko mbili za mihindi moja kule mm. mm. nyuma na nyingine kule. Eh, e, maki ikikuwa mihindi ya mingi pale kuisho ni kuisomba polepole. Ni kunyangura watu watatu wananyangura saki moja eh. Sasa hivi tunafika kumwaro mm -hmm. Sasa umwamkwake masamaki samaki, samaki ziko sasa. Mzee weye, shida gani zenye unajua zinapatikana kuwakimbizi wenzetu huku mu Rukoba, zenye wanapata shida? Zenye wanapata ni saa moyamoya, wakati wanarima kushamba za mwisho wanatafuta wa. manaja kukataa kukata kuwalipa, lakini sio kila siku E, nazimine shida tunaona watoto wa mingi wanatoka kwa shamba wa mm. Wanakutana na mashumba kuwakimbiza mm. Lakini kwa bahati ya Mungu wanatoka kuwabaka nini bo vile vinakuwa mm. Lakini si kila siku. Ona, onyesha hii kilima sasa ya Rukoba aiko, yeah, ya kila siku eh. mm. yeah. Sasa mzee, kuhusu bukimbizi ushakata kuhusu mupokero ishakata barefuge ba mingi tunahanza yinshikwa neema tu matuya mingi, bengine habana cha kufanya, bengine habajuwe tufanye nini. Weye unaweza shaulia nini wakimbizi nabo bakweitafuta mu Rukoba? Au sema naweza sema tu ba mabitongole ya kutusaidia itupati iturudishie mupokero, au sisi tujifunze jinsi ya kujitegemea sisi vizuri ni kujifunza na kujitegemea kwenye yeye hapo yake hapa kutumikiana. Aa, bwana. Sawa, asante mzee kwa wakati yako. Sasa hakuna mutu mumoya wa wiru naweza salimia kupitia kutandao, boss, w Nisao. We, we mwenye unatengeza na unapewa bato ni poa poa, poa. Ulitokea Kongo na unajua tembeza bato. Unajifunzia hapa. Sasa wakati mvuli nanyesha sana, mnapitishaka au munachunga maji inapunguka yeah. Kwanza Aisha hey? Ndio, aksida hapana. Hey. Hey. Hey. Sawa so, so, sawa. Wewe bwana, mimi naona mkono yangu haitaweza acha, ewani na kusimama hivi yeah. Hivi nikisimama siwezi zama, hmm. Kweli itabakia na balance, acha vile, kweli

Hapo unatengeneza ulijifunzia hapa. Sasa mzee, ka kestio ka mwisho ni kuulize imvi zinakuyaka juu ya ukubwa maisha. Maisha. Mm -hmm. Mm -hmm. au juu ya, ma, ya <laughs> boss. Ni uongo eh. Eh. Sasa boss, mbona wanasema kama mtu akiota maifi na ni mtoto atakuwa boss. Ni uongo make, ile ni nikuteseka ni uongo nikuteseka tu ninazipata. Inamaanisha mie huyu eh ni kwa eh eh. Kama ndugu nisizame dio. Sawa. Unaona unatokea wapi? Kaburugota. Kaburugota. Eh. Unaishi? Ndio. Unaenda wapi kule Rukoba kufanya nini? Kutumika. Tunatumikiana ndio, unalima au una nani, kila kazi nye nye e. Bana, pana kazi yoyote eh eh eh kweli kweli e. majina gani wewe? miaka miaka ngapi ngapi uko na na? mimi na sita eh eh. Okay, sawa, asante kwa wakati yenu, mnafaa bie kabisa. Watazamaji wa City Cobra boy, mimi namaliza kipindi yenu yangu mimi kutoka pale yang, nashindwa kutokbau nani eh. Eh, so acha tumalizie hapa kipindi yetu, tutaongeza tena, tutarudia Murukoba kuwaonyesha, eske ni vya kweli kweli, panduku Mtuwa. Nyi nyi nyi nyi nyi nyi wangapi wanapatia pesa ngapi? Mbili. <laughs> Wewe elfu mbili. Wewe. Kisha wewe. Elfu mia tano. Wewe njoo mukubwa. Elfu moja. Wewe njoo mukubwa. Kwa hapa. Hapa na hapa na soko. Sasa nyinyi mnaweza kutumikiana muruko hapa. Kweli. Na kesho mutaradi. Munaanza asubuhi mpaka mangaribi. Eh.

Hmm. Kwa nini mhamusome wakati ya kusoma? Kwa hmm. Kisha wa... eh? Hamusome? Nini munenda wa kumasoma saas wa nini hamusome? Sa sawa, sante City Cobra watazamaji TV. Tunamalizia kipindi ketu hapa. Juu bateri nakata namudi naenda ewa, nena batu wananani mimi nadhani mko naona jinsi bato zinakuyaka na zinaenea. Batoto bale bote mko naona wanatoka Pagasa Muruko ba juu ya mupo keri shakata. Bakimbizi tuko mubaye. Tuliishi kwa neema ya Mungu. Tunakula kwa neema. Si atukule kwa jasho au mwenye situmike as, asikule ile mifano ya mabibilia, si atumike kusie. Si tunaishi juu ya rudie juba tunamalizia kipindi yetu hapa leo, nisha tumika na kameramani mwenzangu, journalist mwenzangu, ulisema majina nini? Narigo Cash B. Narigo Cash B. Narigo Cash B, tunatatu mu trend tukue naye, mimi nirudie ku kazi yangu ya kamera naye nimupatie hii mikro ju ni shakosa jurnalist wa kutumika naye mimi nazani mnakumbuka mzuri, so siwezi sahabu kuba salimia nyinyi wote na kubashukuru nyinyi wote mnakamata muda yenu mnaikala kufata kipindi yenu nanyinyi bote mnattatuwa eishida bakimbizi dola tunaanyak dola Bulaya nenye na 0 zakzna saidiakum Afrika, malalamiko yetu nyinyi UNHCR OPM adra bitongole byote bienye. Sahi, toki narudia sa li hapa mchaka tuko na NRC inamaanisha vitu Ma bitongole zisha funga kule, kuna bakia mutu mumoya, mumoya kukira ofisi, gari moya, mutu mumoya, driver mumoya. Inaonekana ke bitongole binahomba UNHCR ikinakata ukimbizi pole pole pole pole. Sasa moya wa moya njo mana tunaanza jitegemea, kutafuta jinsi tujitegemee juu ukimbizi huko na isha pole pole. CBO ni za mingi za bakimbizi, bakimbizi bashaanza nabo kukreema organization zabo musadi kuye ya kidogome baweze ijere baichangie na bakimbizi benzabo kuliko kupata musada na huko munashono, unakula tu wepeke siye unatusahabo. So malalamiko yetu inaishia hapa kwa siku ya leo. Tutarudia mupati tu. Asante sana. Chao chao. Naweza na nawe, sema nini kuambia watu watazamaji wa City Cobra TV na kuwajulisha kama utaweza tumika na sisi yeah, watazamaji wapendwa wa City Cobra TV, mimi ndo ndi niliwaambia, mimi ndo Nelgo, mimi ndo Cash B mm. Nawashukuru sana nami mimi nawaahidi kama kazi ndaweza mm. Mm, ndaweza bila mashaka na bila matatizo yoyote mm. E, na wengine nilikuwa naomba nyii watazamaji, malalamiko wa refugee imekuwa mingi sana imekuwa mm. mingi sana kabisa walikuwa naomba usaidizi kutoka kwenu mm. na malalamiko yabo muisikie na muijibu kwa, kwa utaratibu. Asante sana, asante. Hatuwezi kusahabu kumshukuru Sharifu Msichoke, mwanzilishi wa City Cobra TV, na ni njo yeye kabisa, na kuwaka wa kwanza kutafuta gisi nyinyi hivi vipindi vibafikie. Asante, asante sana, chao chao. Mimi nilikuwa jabless kwa kamera ku micro nyuma ya kamera, niko na Blaise na rafiki yangu naye tulitumika naye huku. Asante sana a